Usichokijua kwenye ulimwengu wa roho, Mungu huwa anambariki mtu kulingana na kiwango chake cha kufikiri kinapoishia, na Mungu huwa ana uwezo kujifunua kwa mtu ama akatenda muujizo kwa mtu kulingana na kiwango chake cha imani kinapoishia. Hivi, unajua Waafrika wengi leo hii hawagundui vitu kwa sababu kiwango chao cha kufikiri kinaishia kwenye kujenga nyumba na kununua gari na Mungu huwa anawabariki wengi kwa kiwango hicho. Mungu hawezi kukupa kitu ambacho hujawahi kukiwaza. Mungu hawezi kukufunulia mafunuo ambayo anajua kabisa hautoyafanyia kazi. Kwa hiyo kiwango chako cha kuamini na kiwango chako wewe cha ufahamu ndicho kitakachoditamaini Mungu ajifunue ama akubariki kwa kiwango kipi. Mungu alimwambia Joshua baada ya Musa kutwaliwa kwenye safari ya kuwatoa wana wa Israeli kutoka kwenye nchi ya Misri kwenda kwenye, kwenye nchi ya ahadi. Mungu akamwambia Joshua, sehemu yoyote utakayoikanyaga kwa miguu yako, nami na nitakupa. Akumwambia sehemu yoyote utakayoiona mpaka uikanyage hiyo sehemu, ndio Mungu anakupa. Kwa hiyo, ndugu yangu, ukitaka kitu chochote kile kwa Mungu, mpaka ukiwaze, mpaka ukiamini Ndo ukiomba kwa Mungu, Mungu aweze kujidhihirisha kwako. God bless you. is me tumisho Mungu na mpaka mafuta Bwana. They call me Rev Yaziel. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Is me Rev Yaziel.